Kuna mama mmoja alimwambia mwanaye e ee, mwanangu wakikupenda watu elfu moja, tambua ya kwamba wa kwanza wao ni mimi mama yako, na pindi atakapokupenda mtu mmoja, tambua ya kwamba ni mimi mama yako pekee ambaye niliyekupenda, na usipopendwa na mtu yoyote, basi tambua ya kwamba mimi mama yako nimeshaondoka katika hii dunia. Ni maneno mazito sana ya huyu mama akimwambia mwanaye, na yanayojulisha umuhimu wa mama zetu na mapenzi ya dhati na ya kweli ambao wameamiliki mama zetu katika nyoyo zao. Ndugu zangu, ni katika imani tujitahidi sana katika kuwatunza mama zetu, kuwaheshimu na kuwafanyia wema kama vile walivyotufanyia sisi tulipokuwa wadogo, na tutambua kwamba mama ni neema, na hii neema hakuna anayejua isipokuwa yule ambaye amekosa hii neema ya mama. Mshairi mmoja anasema, fal ummu na'imun yarifuhu